Sisi kama Chama cha Mapinduzi, mkoa wetu wa Katavi, chini ya mwenyekiti wetu, e, mzee wetu Idi Hassan Kimanta, mm -hmm. tunaendelea vizuri, chama kipo imara na kama ulivyosema, tuko mwaka wa uchaguzi mkuu mwaka 2025. mm -hmm. sisi kama Chama cha Mapinduzi tunaendelea kufanya maandalizi ili kuhakikisha kwamba ile malengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi, ambayo ni kushika dola, basi tunakwenda kuishi kwa vitendo mwezi Oktoba mwaka huu Nya. Na, na siku hii tunaendelea na maandalizi na kama mnavyojua wote kwamba bado tunao waheshimiwa wabunge mm. wakati huu waheshimiwa madiwani yeah. na kwa nafasi ya rais tunaye mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan mm. kwa hiyo bado wapo kwenye muda wao wa kutimiza majukumu yao yeah. na imani baada ya bunge kuvunjwa mwezi wa sita, sasa rasmi mchakato utaanza ndani ya chama na baadaye kwenda kwa wananchi, kwenda kwa mbali, kwa wale ambao tutawasimamisha kama chama cha mapinduzi kwa niaba ya chama cha mapinduzi yeah. tunashukuru wananchi kwa mwitikio wao mkubwa na namna ambavyo wanashiriki katika kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu wa, wa Katavi. Lakini chukua nafasi pia kuipongeza serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi. Sisi kama mkoa wa Katavi mpaka sasa tumepokea trilioni 1.3, yeah, ambazo zimeelekezwa kwa ajili ya maendeleo kwenye mkoa wetu wa, wa Katavi kwenye sekta mbalimbali. Mbali. Lakini tutakuwa kama chama cha mapinduzi mkoa wa Katavi wachoe afadhali kama tutamshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake kwa ujumla kwa sababu wao ndo wanasimamia hizi fedha ambazo mheshimiwa rais anazileta kwenye mkoa wetu wa Katavi. Wao wamekuwa walali muda wote, tunaona wako site kwenda kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo zimeletwa mheshimiwa rais zinakwenda kutoa matokeo ambayo mheshimiwa rais anayatarajia. Lakini sisi kama chama cha mapinduzi kwanza tunaridhishwa na utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020 2025. Tumepita kwenye miradi mbalimbali tunaona thamani ya fedha ambayo mheshimiwa rais ameleta katika mkoa wetu wa Katavi kwenye miradi mbalimbali kwenye elimu, kwenye maji, kwenye sekta ya afya, lakini pia e, tunazungumzia pia hata kwenye masuala ya kiutawala. Tunaona mheshimiwa rais anaendelea kuwekeza sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye utawala kwa sababu anaamini kwamba wananchi wetu wana changamoto mbalimbali lakini akitengeneza mazingira mazuri, kujenga ofisi nzuri mm. Basi hawa wananchi watakwenda kule kwa ajili ya kutoa kero zao na kusikilizwa na kutatua kero zao mm. Kwa hiyo mheshimiwa rais ameenda maeneo mengi, lakini hasa ni utoaji wa huduma kwa wananchi ambao anaongoza. Sisi kama chama tuna naendelea kusema kwamba tunafurahishwa na kuridhishwa na huu utekelezaji wa miradi. Mm. Ya, siyuki, unajua, tunapozungumza maendeleo haya lazima mm. tuangalie pia tulipotoka. Uh, si ukizungumzia miaka kumi iliyopita na sasa ni hatua kubwa ambayo imepigwa, lakini ukizungumzia tu kwa kipindi cha mheshimiwa rais miaka minne ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mambo ni makubwa sana yamefanyika. Sasa hivi tunapozungumzia tu sekta hii, sekta ya elimu tu, kwa upande wa elimu mjue kwamba mheshimiwa rais kupitia Ilani ya Chama cha Mapinduzi hmm. tulielekeza kwamba sisi kama chama, endapo tutapewa mamlaka haya ya kuongoza serikali basi na kuongoza na kuunda serikali tutatoa elimu bure kuanzia mm -hmm. darasa la kwanza mpaka kidato cha sita. ili tumetekeleza, lakini si kwa maana ya kwamba ni free. Hapana, mheshimiwa rais analeta pesa ili kuja kukopaset kwenye hiyo nafasi, kwa sababu wananchi wangeweza kulipa ada, lakini mheshimiwa rais akasema hapana, nataka wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 kidato cha sita wasome elimu bila malipo. Kwa hiyo tuna imani kwamba mheshimiwa rais ni yake ni jema kuhakikisha kwamba anapigana na adui ujinga kwa wananchi wetu. Lakini sambamba na hilo pia, sisi wote ni mashuhuda kwenye mkoa wetu wa Katavi zimejengwa shule mm. nyingi mpya ambazo lengo ni kwenda kusogeza huduma jirani kwa wananchi. Hapo zamani vijana walikuwa wanasafiri au wanatembea umbali mrefu kwenda kutafuta elimu nah, lakini mheshimiwa rais akasema hapana, na kupitia ilani ya chama cha mapinduzi tukasema, tukaahidi kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya ufundishaji lakini pia ya ufundishaji kwa wanafunzi na hawa ambao tuna tuna tuna tuna tunawalea. Kwa hiyo kazi ni kubwa ambayo imefanya. Hiyo ni sekta tu ya elimu. Lakini tayari sisi hapa kwenye mkoa wa Katavi iko shule ambayo imeshakamilika kwa asilimia zaidi ya tisini hmm. pale Katavi Girls Msimbo. Lakini tayari Kasokola tunaendelea na mradi mkubwa hmm. wa shule ya Katavi Boys zaidi ya bilioni nne mheshimiwa rais ameelekeza kuja kutekeleza mradi. Ule ni shule ya kikanda. Katika kanda yetu hii, Kigoma hawana ile shule yeah. Tabora hawana, Rukwa hawana, lakini sisi Katavi ndo tumepata bahati ya kuletewa ile shule ya Katavi Boys ambayo itakwenda sasa kutoa chachu, lakini pia kutengeneza mazingira rafiki ya vijana wenzetu, hawakwenda kufanyaje, kupata elimu. Lakini sambamba na hiyo pia, tukizungumzia sekta ya maji, kama mnavyojua, mkoa sasa unakuwa na ukilinganisha uh, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na ile ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili miaka mm, kumi iliyopita baada ya ya ya kabla ya sensa hii unakuta tulikuwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili tulikuwa na nchi laki tano kama tisini hivi yeah, lakini elfu mbili na ishirini na mbili tupo zaidi, tuko tuko wananchi milioni moja kama laki like, moja na hamsini na kitu hamsini na mbili hivi yeah kwa unaona, ongezeko la watu ni kubwa, lakini ukiangalia kwenye sekta hii ya maji e, tunajua kwamba tuna changamoto ya maji kwenye mkoa wetu wa Katavi kwa sababu watu ni wengi, watu wameongezeka wa maana p. Lakini mweshimua rahis kwa kuona umuhimu kwamba watu ni wengi, lakini hii ni hitaji kubwa kwa wananchi wake ameleta miradi mingi sana ya maji kwenye mkoa wetu wa Katavi zaidi mm. ya miradi 25 inatekelezwa kwenye mkoa wa Katavi katika halmashauri mbalimbali. Na kwenye mkoa huu, kwenye manispaa ya Mpanda tunaona kuna ujenzi mkubwa wa mradi wa miji 28 wa maji ambao unatekelezwa pale kata ya Shana ambao chanzo chake ni bwawa la, la Milala. Zaidi ya bilioni 22 mheshimiwa rais amezileta kwa ajili ya kutekeleza ule mradi. Mategemeo yetu sisi kama chama cha mapinduzi, mradi huu unakwenda kutatua kwa asilimia mia moja changamoto ya maji kwenye mji wetu wa Mpanda na maeneo jirani ambayo yanazunguka manispaa ya Mpanda. Hmm. Lakini ukizungumzia pia kwenye sekta ya afya kama mnavyojua, wagonjwa wananchi walikuwa wanasafiri kwa umbali mrefu, kuf, umbali mrefu kutoka eneo moja kwenda kutafuta huduma ya afya. Hmm. Lakini kwenye mkoa wetu wa Katavi Mheshimiwa Rais e, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tumetekeleza ujenzi wa hospitali tano kila halmashauri ambayo zenye hadhi ya kiwilaya. Hmm. Lakini tuna hospitali ya rufaa pale mkoa kwa maana ya pale kata yetu ya Kazima. Na. Hmm. Lengo ni nini? Mheshimiwa Rais anaamini kwamba wananchi hawa lazima wawe na afya njema ili waweze kufanya kazi, waweze kujiingizia kipato. Kama mnavyojua afya ndo kila kitu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amewekeza pia kwenye sekta afya kwa ajili ya wananchi wake waweze kuwa na afya njema, wafanye kazi kuingiza pato lao binafsi lakini pia kuendelea kuijenga nchi yetu ya Tanzania, nchi mama, nchi nzuri sana ambayo sisi kama wananchi tuna jiahyo mm -hmm. Lakini nimalizie kwa kusema kwamba haya ah, mambo yote yanafanyika yeah. Ni kwa sababu tuna amani, utulivu na usalama kwenye mkoa wetu wa Katavi. Tunafaa kumpongeza sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ambaye ndio mwenyekiti wa, wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa kwa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa salama yeah. na una ulinzi wa kutosha. Na tuwapongeze pia majeshi yetu kwa sababu mkiangalia mkoa wetu wa Katavi tunapakana na nchi jirani ya Kongo. Kuna machafuko huko mengi, lakini mkoa wetu umekuwa ni tulivu ambao utulivu huu sasa unachagiza na unapelekea wananchi kufanya shughuli zao za kimaendeleo mm. za kijamii e, za kisiasa kama mnavyojua tukiwa huru na tukiwa na amani. Amani ndo kila kitu katika mm. mkoa wetu wa Katavi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri ambao anaifanya katika kuwatumikia wananchi especially kwenye mkoa wetu wa Katavi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.